Chama Cha Mapinduzi CCM kinatarajia kufanya Mkutano Mkuu wake maalum wa Taifa utakaoandika historia mpya katika uendeshaji wa shughuli za chama hicho kikongwe barani Afrika. Mkutano mkuu huo maalum wa CCM utafanyika jijini Dodoma kuanzia Mei 29 hadi Mei 30 mwaka huu, huku ukibeba ajenda tatu muhimu ikiwemo kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili katika kipindi cha miaka mitano, uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 na ajenda tatu ya mkutano huo itakuwa ni marekebisho madogo ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari kuhusiana na maandalizi ya mkutano huo, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CPA Amos Makala amesema maandalizi yote muhimu yamekamilika na kwamba mkutano huo utakuwa wa kipekee na wakihistoria kuliko yote iliyowahi kufanyika, na kuongeza kuwa nakushukuru Deo Kajima, mimi ni shabiki wako mkubwa ukiwa Radio Free Africa. Ah ndugu zangu, chama cha siasa kinapokwenda katika uchaguzi, vitu vitendea kazi katika uchaguzi moja ni ilani, pili aina ya wagombea ulionao unaoenda kuwauza. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi katika ilani kwanza, mpaka tunaitengeneza hii ilani, tunajivunia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ishirini ishirini na tano kwamba Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza ilani ya uchaguzi mi niseme mambo mengi, hata mengine ambayo hayakuwepo katika ilani yametekelezwa, na ndio maana tunaendelea kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, anaingia katika rekodi za marais waliotoa fedha nyingi za maendeleo. Mashahidi ni wabunge katika majimbo yao, mashahidi ni madiwani mashahidi ni wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji. Mashahidi ni wananchi wa Tanzania kwamba kuna kila alama iliyowekwa katika kijiji, katika mtaa. Inawezekana ikawa darasa, inawezekana ikawa umeme, inawezekana ikawa zahanati, inawezekana ikawa huduma yoyote. Kwa hiyo ilani ya uchaguzi imetekelezwa kwa asilimia niseme kubwa hata ingekuwa 99 au mia kwa mia, lakini kuna mambo yaliyoongezeka. Tumeanza kuandaa ilani hii kwanza kwa kufanya tathmini ya nini tulichokiahidi katika ilani iliyopita na vile vilivyotekelezwa. La pili, tumefanya utafiti kwa kuhusisha maoni ya asasi za kiraia wananchi na watu mbalimbali mbali, kuona vipaumbele mahitaji ya wananchi. Unajua kuna mahali mulikuwa na mipango ya, ki, ya zahanati. Idadi ya watu inaongezeka, panakuwa na mahitaji ya kituo cha afya. Kuna mahali palikuwa na kituo cha afya, panakuwa na mahitaji ya hospitali yenye hadhi ya wilaya. Kwa hiyo, hiyo ni changamoto na maendeleo yana changamoto, idadi ya watu inaongezeka. Kwa hiyo, niseme tu kwamba ilani hii tutakayoizindua ni ilani ya Watanzania. Tumepokea maoni ya wananchi, asasi za kiraia, tumefanya utafiti tunaelewa kiu ya Watanzania. Ilani tutakaoizindua inaenda kukonga nyoyo za Watanzania kwa lugha y rahisi, yajayo yanafurahisha. Aidha, amesema kuwa mkutano huo mkuu utatanguliwa na vikao vya awali vya chama kikiwemo kikao cha halmashauri kuu ya taifa mnamo Mei 28 mwaka huu